Amkwaze uu mkopoa, kila mtu ameshinda poa vizuri kabisa. Uh, wa mama ama wasichana ama anyone mwenye ana date, kama una date, iwe wewe ni lesbian iwe wewe ni straight, kukura mwogo kucheni, hapa tuongee. Nimekuwa nikisema watu wenye wanatoka Gulf. Kama unajua unatoka Gulf, mwenye unaenda kukutana na yeye si bwana yako kwenye mnaenda kukutania, mnaenda kupeana egedede, make sure amutaingia na masimu, mm, kwa sababu atakurekodi, atatumana. Sasa saa hii nimeongezea tena. Nilikuwa naongelea wa mama peke yao wenye wanatoka Gulf. Sasa ni kila mtu mwenye ako kwa ndoa na kila mtu mwenye ana date. Aijalizi hiyo ndoa yako umekaa ya miaka 80, aijalizi umekaa miaka 30. Simama hapo. Kama usawai chukuana na simu wewe na msee wako mukiwa ile harakati ya mapenzi mukarekodi, na kuambia chukua hiyo simu saa hii, delete iyo ujinga. Chukua hiyo simu saa hii, udelete iyo ujinga. Hii si matamu ya kumuita pepo. Hata wewe unasafanya kile mwanamume amefanya, atafanya aisi kuambia tena mimi nitafanya, atakukataza kuambia ni ujinga. Mwanamume amefanya atafanya, mimi siwezi fanya, na yeye atafanya. Hmm? Na yeye anatafanya anyway tukimbie sasa kidogo mpaka tuende kwa Ruthukei. Do you know nyinyi watu eh? Alikuwa Ruthukei alikuwa pigwa fachin. Pigwa fachin alianzwa na Muramua, angalia vile ametalilizwa. Angalia vile ametalilizwa. Musichana wa wenyewe akuta amejitunza hiyo miaka yote, ndio akaona ni kama amepata, kumbe amepatikana. Muramua, ujafanya vizuri. Muramua aujafanya vizuri. Kitendo umekifanya ni kitendo kibaya. We kama mwanaume mzima, tunakuanga tunaku respect for nothing. Umefanya vibaya kabisa. Sahi wa mama, hata kama yani inaitwa Airbnb eh, kwenye munakutana munaenda kukurana, wacha simu kwa reception. Sai ni kubaya Wacha simu kwa reception, nenda mudinyane. Mkimaliza kudinyana chukua simu zenyu muondoke. Simu sikipigwa, mtaangalia kwa CCTV kwa hizo kamera, mutafata muvate simu zenyu. Kutoka sasa hii hakuna kuingia mahali pa kudinyana na simu. Andika hapo, hakuna kuingia mahali pa kudinyana na simu. Alafu wanawake, sijui ni nini imekuwa mbaya na nyinyi wanaume. Wanaume sijui ni nini imekuwa mbaya na nyinyi Yani, muramu anaenda mpaka kuitisa rutuki meno, nipe meno yangu. Meno, nilikunulia fotos. Watu mulikuwa munasema matako ya rutuki ni ya kununua. Ingekuwa ya kununua tungeambiwa pale, kwa sababu atachaambiwa, so tati matako is very matakosi hapo. Sasa mmepata hiyo kitu. Jamani, Endelea kuogopa wanaume. Ukiona wanaume toka mbio, ukiwasikia ndio wanakuja toka mbio. Yani watu ni wa ndoa, mtu mpaka si unajua it's good, wenye mmepatana kwa njia mtalilizane, lakini mulamwa, sincerely speaking, umeenda mpaka kwa kina msichana, umefanya ruracio, hata kama iko kubwa, hata kama iko ndogo, umefanya ruracio, hata kama ilikuwa na ya siku mbili, umefanya ruracio, umejulikana pale, umemchukua kama bibi. Why? Kwa nini unafanya hivyo? Mbona unafanya hivyo? Hivo watu mkiwa sana simwachane tu, taratibu mambo yaishe. Kwa nini mnatariri sana? Si vizuri amfanye vizuri. Amfanye fiti manze. Anyway, sasa kama auchaona mchuruzi ya mramu eh, <coughs> nawaambianga mramu naye kuna mchuru. Acha tutuseme kweli. Mramu naye kuna mchuru saizi yangu. Hiyo ndio saizi mimi napenda sasa kuja kwa Ruth. Ruth naye, yako na kashimo kadogo vizuri. Sasa kuja yangu. Yangu ikifunguliwa, sio kama mtasimama, mtapata za kuangalia vile mmeangalia, ni kadogo vizuri. Mulamwah hasa ameanza kukumbuza bibi yake like ameanza kumwambia arudi kwa Sonia. Sonia yeye ndiye atakukubali hizo zenye umefanya. Sonia ukimdeti Sonia I think ulikuwa msamba msamba. Ukupatana na na Sonia. Sasa saa hii umechanuka, ndio unataka kurudia Sonia uende kuchukua zake. Kuja kuja kuposti, kuja kuanika. Anyway, kila mtu airi kifi yake. Kama hauna hiyo kitu, utanitafuta hapa, nitakupea mi. Si mnajua zinye manangi, mi naesi zinye mana ntakupea tu kuche tu, nikupee. Thank you for watching na mshee.